Naitwa Zabu Ntogoro Nyeko, isiku ya Jumaa nilikuwa nimeenda kazini, kulikuwa kuna kikao, kuna meneja pale na viongozi wangu, haa sababu kuna wizi pale una, unafanyika sasa. Wakaniita kwamba mimi nasemekana mimi, mimi niko, niko rangoni pale mwa, mwa kiingilio pale kwao, akawa anaita mimi niende niwasaidie kutaja wale wale wezi kwa sababu mi niko pale langoni. Baada ya kufika pale, nikaelezea kwamba wizi wa huku unaofanyika ni walinzi wa hapa hapa na pia meneja wa hapa hapa ndo anafanya nini, anahusika na huo wizi sababu alisha alishawahi kuiba madumu ya rangi sita na wavu pia na walinzi hao awa hao walishawahi kuiba pale soda, wametoboa kwenye dirisha wanachukua soda. Pia bada, bada yaku, yaku ayo, na vipaza waliiba. Baada ya mimi ya kusema hayo, nikamwambia yule bosi wa pale na naofia maisha yangu baadaye wale wali, baadaye kile kikao, yule bosi wa pale akaonya, akasema, aka haya mambo yafanya nini yaishe tu ah, kila, watu, kila mtu akasambaa. Baada ilivyofika saa tano, mimi nikafuatwa kwenye lindo langu, nao walinzi wakaniambia bana we bana, wewe we unataja siri za huku. kwa kwa hiyo akaanza kunishambulia akanipiga wakanipiga wakanipiga, akaanza kunikata. Baada ya kunikata, kanikata sikio wa la kwanza, wakaendea tena kunipiga. Baadaye wakampigia afisa wao ambaye ni kiongozi wao, wakamwelezea: bana, huyu mlinzi tumemkamata tumempiga. Akasema kwamba sisije, kasema kwamba mmempiga mem, kumbe mmemshikashika tu Naomba mumpige kweli kweli, kama ni hivyo mtoe hata na kiungo chake, kama ni hivyo kesho nawafukuza wote kazi. Basi wale watu wakaanza tena kunipiga sikio la pili. Baada ya kunikata sikio la pili, wakampigia waka huyo meneja mwingine, huyo meneja asawapo, alivyokuja akafika pale akaninyanyuri aliyenikata sikio akanikata hapa, alivyonikata hapo, hiyo meneja ndo akasema basi, mumwache bakuniache, mimi nikazirai pale. Nilivyokuja kuzinduka, niko hospitali, nashangaa na, na pingu pingu, kulizia hii pingu ya nini? Anaambia kwamba mimi ni mwizi, mwizi wa meza. Polisi walinielezea wali waimezea pale DDH wakasema, kwamba wewe ni mtuhumiwa, nashtakiwa kwamba wawizi wa meza. Baadae pae process pale za kufanya hospitali, nilivyotolewa nikaletwa huku nyumbani, nikaambiwa baada ya matibabu takuwa naenda pale polisi kuripoti ku, lakini nami nilifungua faili la, la kudai viungo vyangu u kwamba mimi nilivotoka tu zamana, walisema kwamba tu iletwe zamana nitolewe nikatibiwe nyumbani, nikaletwa. Tulikuwa tunashirikiana nao tu vizuri toke awali, mimi tu nilishangaa tu baada ya kutamka kwamba anafanya huo uhalifu, ndio nika nikageuziwa sasa, fanerikai wachukulia hatua